Ya kwanza tudanganywa tunapewa nyumba. Mimi kudanganywa ziko am kushinda league. Ah ah. Ilikuwa nilikuwa, nilikuwa hapa kaya. Na eh, chairman alikuwa amekaa pale akasema Sikiza, sikiza kwanza vizuri sana unajua wanajua kukua hiyo ahadi alitolea hapa. Na hadi ilikuwa eh ameongea na marafiki. Nikai hey, kuwa timi ni itatoa nini? Marafiki. Eh na marafiki zake. Hisa ha, wen well, well connected person. na ndio maana kuna bakuli kila siku kila kila sasa. <laughs> hey, good. Wakakut eh na marafiki zake wakataka sasa hiyo utashinda ukiuliza mtu. Sasa, na marafiki zake, wa gani, waka ka, wa yeah, yeah, marafiki zake my investors. Wakamwambia kama timu yako itashinda ligi sisi tutapatia vijana kila mtu nyumba. Akusema ni bet sita, akusema ni nyumba inakaa vipi? But it's unfortunate, Ingwe awakushinda lig, so uwezi mkondem na hiyo. Namba ya kwanza, ya pili eh, 23 acres za Kasarani, 23 acres za Kasarani, nionyeshe pale Kasarani kuna 23 acres. Jana nimekuwa na namai hapa, ndio mmoja wa wagombezi amewahi kuwa CEO wakati wa rafiki yako Dadule, alikuwa CEO na alifanya kazi nzuri na alisema hizo ni stori za jaba hakuna mahali Ingwe, na hapo, shamba jaba mapema, wacha nimalize. Hizo ni, ni stori za jaba, hakuna mahali kuna shamba, manake ile shamba iko Kasarani ni ya serikali, hakuna hata allotment inasema kwamba mm -hmm. hii shamba ni ya Ingwe soo, mm -hmm. so wanangoja title, so hamnaga shamba huko na usahau hiyo alianza, nashuka Nani? Nani? manyumba <laughs> akasema kudanganya <laughs> watu kwanza. Manyumba wakatoa wimbo kwa hiyo kudanganya watu bana. Ingwe ilishinda league, so hapana. Uh, unajua uh, reality ni Ingwe walishinda uh, league. Nikuuliza uh, ni toldo ukinipromise kitu kama nyumba, unajua kuna tofauti ya ku promise mtu utanipatia pesa na utanipatia property. Wewe hata unajua tu vizuri that is quite, hapana it's quite, oh, impossible atusema. Okay, tuseme, okay, tuseme hiyo uh, wakati wakinaochano walikuwa Angekuja kupewa nyumba na Kenya kama nani kwa nini? Ha? Kwa nini nini, hao nini, hakuna Wakenya wako nje ya Kenya? Na wako na, najua umetoka Migori, lakini ah, <laughs> usifikirie kama village hapa. Ha. Hapana, kama <laughs> village, ni uongo. Acha nikwambie, hawezi jua kitu ni uongo, na hiyo nai walishinda h Awa kushinda. Basi mada lamwakus wangeshinda liga tungeelewana na wewe na tukianza hiyo story, mbona FC kushinda liga itachukua mkondo mwingine mwingine, wacha ichukue mkondo mwingine, lakini pale kwa nyumba